Chuo kikuu cha Dodoma kupitia moja ya mradi wake imetengeneza program ya kuwasaidia watu wenye changamoto za afya ya akili. Hii program inatumia akili unde yani artificial intelligence, lakini program ya, ya ambayo inaweza ikasaidia mtu akajipima akatambua changamoto na kupata msaada wa haraka katika ulimwengu ambao tuna changamoto mbalimbali mbali za afya ya akili. Kwa hiyo kuna hayo matukio mawili yametukutanisha hapa. Sisi kama chuo kikuu cha Dodoma tuna wajibu kama watafiti, lakini kama chuo kinachotoa uh, elimu na research kwenye haya maeneo kuweza kushirikiana na jamii na Watanzania kwa ujumla kuweza kupata ufahamu lakini na kuweza kutambua mambo mbalimbali ambayo yanaweza yanafanyika katika Chuo Kikuu cha cha Dodoma. Huu umetengeneza programu tumizi yaani, uh, software program ambayo inatumia akili mnemba, ambapo kijana, mtu yeyote anaweza akajiasesi yeye mwenyewe na kujua hali halisi ya afya ya akili na mwisho programu hii itaweza kumuunganisha na vituo vya afya kama hospitali ya Mirembe ambayo tunafanya nayo kwa karibu, lakini pia na hospitali zingine Amana, Muhimbili ambazo kwa pamoja pamoja na Benjamin Mkapa Hospital tunashirikiana kwa pamoja, ili mtu akigundua changamoto yake ya afya ya akili anaweza akaenda kwenye vituo hivi ambavyo tunashirikiana kwa pamoja, na tunaamini programu hii itakuwa ni programu ya aina yake, ni programu ya kwanza na tumetumia data ambazo tumezipokea ndani ya nchi yetu Tanzania, ya Tanzania baada ya kuwa tumepata vibali rasmi kutoka mamlaka husika, baada ya kufanya uh, matumizi ya ndani. Sasa tunapotoka nje, tumejiridhisha kwamba mfumo huu utakidhi na utasaidia kutatua changamoto za afya ya akili. Kama mnavyofahamu, wataalamu wa afya za akili ni wachache na hospitali zinazotoa huduma za afya ya akili ni chache kwa hiyo tunaamini ili tuweze kuwafikia Watanzania wengi ni lazima tutumie mifumo hii, maana tumeshaona takwimu zinaonyesha Watanzania wanaotumia na kumiliki simu, namba inaongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kwa kuwa na mfumo ambao ataupata kwenye ki kwenye kiganja chake akiwa hata kitandani kwake, basi itakuwa ni nafasi nzuri ya kuwafikia Watanzania wengi kwa muda mfupi. Unatarajia kukamilika lini mfumo? Umeshakamilika na tunatarajia kuraunchi rasmi mwezi wa sita. Itasaidia kiuchumi lakini pia kunakuwa na uwezo wa kutumia muda kwa, kwa fasaha. Naweza, naweza tukasema proper time management kwamba mtu hatakiwi kutumia muda wake mwingi kwenda kufuata labda huduma kutokea sehemu mbalimbali lakini kupitia kifaa alicho nacho anaweza akapata taarifa zake za kiafya lakini pia inaweza kumpa ujasiri katika yote anayofanya kwa mfano um, tunaweza tukasema kwa masuala ya let's say anafanya mazoezi au let's say anataka ajiunge na masuala ya military. Kabla ya hayo yote, unatakiwa kwanza ujue afya yako. Kwa hiyo, anapopata ile taarifa in advance anakuwa na ujasiri kwamba naweza nikatako kitu fulani kutokana na afya yangu inaruhusu, lakini pia naweza nikawasaidia wengine kutokana na kuwa ana ile awareness ya mfumo huo.